Kufuatia mfululizo wa baadhi ya maraisi kujiongezea mihula ya kukaa madarakani, kwa maana ya kuondoa ukomo wa miaka iliyowekwa, hatimaye taifa la Zimbabwe kwa rais aliyepo madarakani Emerson Dambuzo Mnangagwa huenda akaingia pia katika mtego huo, kwani tayari muswada umeidhinishwa aongezewe muda. Hii ni TriGen Media. Katika hali inayoleta mjadala mpya kabisa katika siasa za Zimbabwe chini ya utawala wa rais wa sasa wa Zimbabwe, yaani Mnangagwa, ni kwamba baraza la mawaziri la Zimbabwe limeidhinisha rasimu ya sheria ambayo itamruhusu rais huyo mwenye miaka 83 kuongeza muda wake wa kukaa madarakani hadi angalau mwaka 2030. Tangazo la waziri wa sheria Ziyambi Ziambe ndilo linalofungua kitabu cha kusomeka wazi nia ama uwezekano wa rais Mnangagwa kujiongezea muda wa kusalia madarakani japokuwa kwa Afrika hata kuwa wa kwanza. Kwa maelezo yaliyotolewa, ni kwamba hatua itakayofuata ya pendekezo hilo ni mashauriano ya umma ambayo yatafanyika kabla ya mswada huo kufikishwa na kujadiliwa bungeni, huku mabunge yote mawili yanayoongozwa na chama tawala cha Zanu-PF yakitarajiwa kupitia na kutoa baraka, ambapo wachambuzi wa mambo wanauona kwamba ni kama umeshapitishwa, maana kamwe hauwezi kupinga. Hata hivyo bado kuna mjadala wa kisheria kuhusiana na maswala ya kikatiba na kubainika wazi kwamba huenda marekebisho hayo hayawezi kumnufaisha rais Mnangagwa, japokuwa lolote laweza kutokea. Wakati wa utawala wa mtangulizi wake yaani hayati Robert Mugabe, moja ya mambo ambayo yalikuwa yakilaumiwa ni pamoja na kukaa madarakani muda mrefu hadi pale alipoondolewa kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi na matarajio makubwa ya raia wa Zimbabwe walio wengi ilikuwa ni kuona mageuzi makubwa ya mfumo wa kiutawala na demokrasia pamoja na kuondoa umasikini katika taifa ambalo lilipitia vikwazo kutoka kwa mataifa ya Magharibi baada ya kuingia kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mwaka elfu mbili kumi na saba. Mwaka mmoja baadaye, Mnangagwa akashinda uchaguzi wa kidemokrasia na kuwapa matumaini makubwa raia wa Zimbabwe kwamba angeliweza kuleta mageuzi. Hivyo kwa sasa hatua ya yeye kuruhusu mijadala kama hii ya mihula ya uongozi huenda wanabaki vinywa wazi na mshangao, hasa wakiviangalia vipaumbele vingi ambavyo wangedhani kwa serikali yake ingevigeukia na kutatua shida zilizopo. Rais Robert Mugabe, ambaye ndiye aliyeongoza harakati za ukombozi wa Zimbabwe, kilichomponza sana ilikuwa ni kukaa muda mrefu madarakani. Sasa tena kujadili kuongeza muda wa mihula ya raisi ni kama kurejea kule kule. Mnangagwa ambaye aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 2017 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe, alishinda uchaguzi wa uraisi uliofuata wa muhula wa pili mwaka 2023, ingawa matokeo yalipingwa. Mnangagwa ni nani hasa katika siasa za Zimbabwe? Emerson Dambuzo Mnangagwa ni mwanasiasa wa Zimbabwe ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Alizaliwa mnamo mwaka 1942 na ni mmoja wa wanaharakati wa mapambano ya uhuru dhidi ya utawala wa wazungu Rhodesia. Baada ya uhuru wa mwaka 1980, alishika nyadhifa mbalimbali serikalini zikiwamo za waziri wa usalama wa taifa, waziri wa ulinzi, waziri wa sheria na makamu wa rais. Mnangagwa anajulikana kwa jina la utani kama ngwena, yaani mamba ama crocodile. Jina hilo linatokana na sifa yake ya kuwa mvumilivu mkimya, lakini mwenye mbinu kali za kimkakati katika siasa, kama mamba anayevizia mawindo yake kwa utulivu kabla ya kushambulia. Kuhusu uhusiano wake na Robert Mugabe, Mnangagwa alikuwa mshirika wa karibu na mwaminifu wa Mugabe kwa muda mrefu tangu enzi za vita vya ukombozi. Mugabe alimwamini na kumpa nafasi nyeti serikalini, hasa katika maswala ya usalama wa taifa. Hata hivyo, uhusiano wao ulidorora kuelekea mwaka 2017 baada ya mvutano wa kisiasa ndani ya chama cha ZANUPF, ambapo Mugabe alimfukuza kazi kama makamu wa rais, akimtuhumu kwa kutokuwa mwaminifu. Hatua hii ilisababisha jeshi kuingilia kati, Mugabe akaondolewa madarakani kwa njia ya mapinduzi na Mnangagwa akachukua urais baadaye. Hii ni TriGen Media.